Ni nani? Na no, umefuata nini hapa? Mambo unayoyafanya unakikosea sana hiki kijiji. Wewe ni mtu mzima, kwa nini unakiuka mila na desturi zetu? Kila binadamu ana haki ya kuishi vile anavyotaka. Maisha yangu ni yangu, hivyo sitaki mtu anipangie cha kufanya. Sawa, ila mimi nimekwambia kama tahadhari, maana dawa yako ipo na ishachemka. Kwa hiyo kuwa makini. Kwa nini? Dunia imejaa maswali mazito, kila nikijaribu kuelewa nasononeka zaidi. Ongea shida ya kuharaka, maana sipo kwenye mood ya kumsikiliza mtu. Sawa. Hivi Chuma, kwa nini umebadilika sana siku hizi? simu zangu hupokei, meseji zangu hujibu. Au kuna kosa lolote nilokukosea? Hakuna <laughs> jambo linalotokea pasipokuwa na sababu. Hata mabadiliko yangu kwako yana sababu yake, na hiyo sababu unaijua. Sasa kama una cha kuzungumza ni bora kaniruhusu niondoke. Mimi sidhani kama kukosa ile pesa uliyoniomba ndio sababu yawe kubadilika. Ni lazima kutakuwa kuna sababu nyingine. Lakini, sawa tuachane nayo. Mimi nahitaji kukuuliza swali moja tu. Hivi, chuma, Ni kweli una upendo wa dhati kwangu? Sina. Kwa nini nini? Kwa nini dunia imejaa maswali mazito? Kila nikijaribu kuelewa na sononeka zaidi. Kwa nini wengine hupata rahisi kile ninachokiomba, na mimi kila nikijitutumua Hali gani Mzee Ramadadi? Salama za huko. Tokako njema. Karibu. Naona una ugeni, ila usiogope wala kuwa na wasiwasi, huyu wasi. Ni binti salama, Mzee. Unamfahamu huyu binti? Nipo tayari kukusaidia. Njoo tuondoke. Nimekaa kimya nikitazama dunia. Simfahamu ila nimeshawahi kumwona. Ndiyo maana nimekwambia ni binti salama. Jo. Kuwa makini na huyu binti. Hili litakuwa jukumu lako hadi atakapokuwa sawa. Sasa mki ni jua ametoka wapi? Asante sana kwa msaada wako. Mimi naona ungeishia tu hapa, maana kutoka hapa hadi nyumbani hakuna umbali mrefu sana. Kwa nini sikufikishe mpaka nyumbani kwenu kwa usalama wako zaidi? Natamani pia ingekuwa hivyo, kwa sababu muda mchache ulokaa na wewe Moyo wangu umefarijika sana lakini mamangu ni mkali sana na nina hofu. Sawa, sijali. Kabla sijaondoka nikupe pole mara ya pili. Najua unapita kipindi kigumu sana kwa sasa, ila yote kwa yote unatakiwa kuwa strong, cha msingi zingatia yale yote niliyokwambia, usiruhusu maumivu ya utawale moyo wako. Sawa, nimekuelewa. Asante kwa kila kitu na Mwenyezi Mungu akubariki. Okay, bye. Kuwa makini

maneno yako ni laini kama upepo, yanapita moyoni, yananituliza ukipotea hata kwa dakika Umeamka vipi? Unajisikiaje? Wewe tena unaweza kuniambia hapa nimefika fikaje? Mimi sio mbaya kwako, na nimeshindwa kupeleka hospitali kwa sababu mimi sio mwenyeji huko, hivyo nikaona nikulete sehemu tulivu na yenye upepo ili uwe sawa. We kaka, mbona sikuelewi? Umeshindwa kunipeleka hospitali, kwani nimekwambia mimi naumwa? Uh, ulipoteza fahamu barabarani hivyo mimi kama binadamu nikaona si vyema kukuacha pale, that's why nikakusaidia. <laughs> <laughs> <laughs> Wewe unaona, akili zako haziko sawa, utakuwa umechanganyikiwa. Sawa, ila kuwa makini na mapenzi Mwanangu, nilikuja makaburini sija kukuta, ulienda wapi hivi? Mama, mimi nina mkosi gani? ni kwa nini kila kitu kinanitokea mimi? Mbona sikuelewi, kwani kuna nini kimekutokea? Wakati nipo kaburini, kuna mtu alijitokeza na kuniteka. Ulitekwa? Siku zote kupenda ni rahisi sana ila shida ipo kwenye kupendwa. Unapompenda mtu angalia na upande wa pili. Kama mzana uja balansi basi achana naye kwa sababu atakutesa sana. Kwa nini dunia imejaa maswali mazito? Kwani mesema hivyo? Mm, yeah, Baby nilikuwa nimejifunga, sipendi tena, nikawa naogopa kuamini moyoni vita mapenzi ni kama mchezo wa karata hivyo, inabidi uzichange karata zako vizuri ili uweze kushinda. Kama kweli unampenda huyu kijana basi endelea kumpambania, lakini kama kuna uwezekano wa kumpotezea, basi endelea na maisha yako. Na nani alikuteka? Sijajua ni nani, ila kwa maelezo mafupi alionipatia mtu alionisaidia, nahisi kabisa ni Jax. Sijua nataka nini kwenye maisha yangu. Kuanzia leo huyu <tipos> dada tutaishi naye humu ndani. Nimemkuta katika mazingira magumu sana, nikiwa kama binadamu nilishindwa kumwacha peke yake pale msituni, hivyo nilikuwa nakuomba umpe ushirikiano. Hivi <tipos> <tipos> Jaki <tipos> unanifanya mimi mtoto mdogo kwa hiyo hichi kituko chako ndio kilichokuwa kinakupa kiburi siku zote, si ndio? Sasa basi kama uliona hii ndio njia sahihi ya kuingiza mchepuko wako humu ndani ili mfanye machafu yenu basi mmefeli. Simtaki huyu dada humu ndani. Wewe unaongea hivyo kama nani humu ndani? <coughs> Naongea kama mke wako mtarajiwa. Ah, kumbe mtarajiwa! Mi nilizania ushakuwa mke wangu wa tayari. By the way, sina muda wa kupoteza, kwa sababu akili yangu haiko sawa. Kama umechoka kuishi humu ndani, basi chukua mabege yako na uondoke. Kwa nini? Maswali mazito, kila nikijaribu kuelewa na nasononeka zaidi. Dada, twende nikakuonyesha chumba chako. kila nikijaribu kuelewa nasononeka zaidi. Kwa nini wengine upata rahisi kile ninachokiomba, na mimi kila nikijitutumua naona mwanga ukizimika? Kwa nini maisha unijaribu kuliko wengine Kimya, machozi unikimbiza, na kila nikijikaza kusahau jana, leo linaamka na majera mapya. Kwa nini? Oh, kwa nini yanatokea?